Mimi katika mambo ya ndoa <laughs> <laughs> <laughs> Bwana, ndoa ya Diamond Platnumz na Zuchu imewasha mitandao moto na mashabiki wamechanganyikiwa kabisa. Nimekutana na video nyingi, kila mmoja na maoni yake kuhusiana na ndoa ya Diamond na Zuchu. Wengine wanashangilia, wengine hawana imani, lakini leo nimekuletea video mbalimbali mbali za watu wakitoa maoni yao kuhusiana na ndoa hii, na video hizi zitakuacha mdomo wazi. Lakini je, unadhani hii harusi ni ya kweli au ni kiki tu? Hakikisha umeniachia maoni yako kwenye comment section. Kwanza mimi sidhani kama ndoa tayari ile imekamilika mm, na sidhani kama ni ndoa ya ukweli yeah. Ama inawezekana Zuchu aliolewa afu akaachwa mm, kwa sababu mpaka sasa kinachoendelea kwenye mitandao mm, ni hali ya sintofahamu kwa maneno ya Diamond Platnumz yeah, ambayo ameandika, ukisoma maneno yote, lakini kuna ule mstari wa mwisho ule anaojielezea kwamba yeye ni Diamond kwamba alishawahi kuoa lakini baadaye atakuja kutuelezea ni kwa nini imemwa ameamua hivyo. Yaani, alishawahi kuoa, ina maana ya kwamba alimwa alimwoa Zuchu akamwacha? Au alishawahi kuoa, ina maana alioa before Diamond huyu tunayemfahamu. Na nimejaribu kumfuatilia Diamond kwa karibu mno, hakuwahi kuoa before. Yaani ndoa ambayo tuloiona ni hii ambayo aliposti jana. Na hii yenyewe aliyoposti jana ina utata mwingine juu yake, ya kwa kwamba alimuoa Zuchu lakini kamuacha. Sababu ambayo inasemekana watu wengi wanaielezea kwamba ameachwa ni Zuchu ni kamdomo mm. Hey, inaonekana mamake hakupenda. Mm. hakupenda kitendo hiki kilivyotokea akazungumza naye naye kwenye kuzungumza naye, Zuchu akafanya ujeuri ikatokea hatua ya sintofahamu na nini Diamond akasikishwa simu akaambiwa mwache, inabidi uchague kati ya mimi au Zuchu inabidi umwache huyo Zuchu, umemwoa, mimi sijajua na nini, lakini which is true kwa ndoa zetu za Kiislamu hata mtoto akiamua kuoa bila mzazi kufahamu ni sawa. Mm. E, ni sawa kabisa wala haina shida, lakini shida ni kwamba mama alipopelekwa salamu kwamba nimeoa alikataa. Aku, adi. Eh, alikataa hakutaka mm. kabisa Zuchu aolewe, na pengine haukuwa muda sahihi wa Diamond kuingia kwenye ndoa. Kwa upande wa mama yake, akashikishwa, akashikishwa simu akatoa talaka tatu kwenye simu ikafa, yeah, ika hivyo. Hayo ni maneno ambayo watu wanazungumza, lakini kwa kukiri hili, ukiingia kwenye ukurasa wa Instagram wa Sandra, mamake Dangote au mama Dangote, utaona kuna picha ameposti video ya wimbo wa salama wa, wa, salama, wa yeah, Diamond Platnumz akiwa na eh, wimbo wa, Diamond, wa Barnaba akiwa amemshirikisha Diamond, Diamond. Ule wimbo kuna mstari tata ambapo Unaimbwa mule na alikuwa naimba mwenye Diamond. Sasa akakiposti kile kile mm, akakiweka akasema kichwa. Yaani ina maana ya kwamba kweli aliolewa Zuchu lakini akaja akaachwa. Na hivi sasa hajala kwa muda mrefu, inasemekana siku tatu mfululizo. Yaani kitu hakipiti. Analia, hajui atafanya nini, anaumia sana, anampigia Diamond hampokelei. Ameenda nyumbani kwake walinzi wamekataa kumfungulia milango. Ka cheka, Hey wai anaponyolewa shikeni jembe mkalime, na mwingine anapo nipande juu, mie nisikizie habari kachika kachike. Nasikia kuna mtu kachika kwenye comment, imekuwaje? Kwanza, Zuchu yuko vizuri sana, watu wasiokijua wa kuhusiana na Zuchu Zuchu na tunatakua sasa tujue leo kuwa Zuchu kipini anaenda kudeti na Nasibu. Yeye Zuchu ni ana watu alafu ukiacha pia ana watu yeye, yule ni mtu mzima, kuwa anajua kabisa ninachokifanya ni kizuri au kibaya. Alafu sidhani kama Zuchu anaweza kuamka asubuhi akachukua mkono wake akauweka kwenye moto ukawa unaungua ameweka pale pale. Ukiweka mkono kwenye moto ukiunguza utatoa kwa hiyo unapomuona vitu vyote vinavyoendelea mtandaoni mimi hadi jana nilikopo naye tulikuwa kwenye show ya Jux. She is so happy. Na kuna vitu anaye anaviona kwa bwana wake nilibidi avione, kwa sababu Zuchu wa date na Juma, date na Saidi, ana date na Diamond Platnumz. Star East Africa, star Africa duniani wanamjua. Kwa hiyo kitendo cha Nasibu kuwa vile kuwa na kalma ile, yeye ndio alikuwa mtu wake wa pembeni, kuna vitu inabidi avikubali, it's either Nasibu anafanya au vingine afanye lakini kwa sababu yeye ameamua kuwa kwenye mahusiano na Nasibu, kuna vitu inabidi avikubali. Kama ngoo aviwezi hiyo vitu the time anatongozwa, atakao angalia kwa upana huo. Kwa mimi bwana, sitoweza, lakini hadi ameingia na yupo, sio ana miaka minne leo na maneno, sio kama amesema leo, amesema jana, ametokea, yanatokea na hatazidi kutokea na hata acha kutokea, kwa sababu Zuchu ana date na star mkubwa kumliko yeye. Mimi siamini kama ameachika. Kwanza niwa niwarekebishe watu. Ubani sio ndoa, wala hina sio ndoa. Kuna watu wamesema oh, kama bi harusi mbona hajapaka hina. Sio lazima, si lazima kupaka hina. Haya hina, hina ndio inayoozesha mtu eh? ila ni shehe awepo, shehe mawalii, wawepo mashahidi. Yani kama walii ni kusema babake ameidhinisha ipa, ipatikane idhini ya mzazi wake E, au aliyeidhinishwa. Kwa hiyo pale, pengine baba yake kampa idhini Sheikh Walidi, na Sheikh Walidi hawezi kufanya ndoa feki. Yule sio feki, sio shehe feki. Na kwa hiyo kaozesha, kabisa ndoa kamili kamili, wameoana mtu na mke wake. Ayo ya kuachana, mlikuwepo wamelivyoachana? Sisi ndoa tumeiona kwenye video, je, talaka mmeziona? Wanasikia u sijui mfanyakazi kasema, mfanyakazi huyo vipi? Mbona mnajichanganya akili? Sasa tuseme kweli, kaachwa kwa mfano, ndio kaachwa. Imewahusu nini? Imewahusu nini? Lakini kuolewa, kaolewa hajaolewa? Kaolewa, si ndio? Kwa hiyo wacha yapite. Na kusema kweli, dunia sasa hivi, ufanye jambo zuri utasemwa ufanye baya utasema. Mimi nahisi Diamond asingetoa hata video ile kusema kamuoa, angenyamaza kimya kimya, wangekaa huko miaka na miaka, alafu ndo wangekuja kusema jamani, nilishamuoa miaka chungu zima, ni mke wangu. Diamond Platnumz kwa sasa kuja kuoa ndio ama kuja kukaa na mwanamke kwamba bwana pika na kupakua, wemi mke wangu, haitokuja kutokea ni ngumu na Zuchu sio kwa ubaya. Zuchu asitegemee kwamba atakuwa comfortable, ana ana mme wake anaitwa Diamond hiyo yeah. hiyo haiwezekani yeah. Zuchu hamfai Diamond. Diamond hastahili kumwoa Zuchu. Na Zuchu hatoshi, hatakiwi, sio hatoshi, hatakiwi kuolewa na Diamond. Nitafafanua. Kwenye biashara ya muziki hasa kwa watoto wa kike yeah, ina challenge sana yeah. Diamond mfanya biashara ambaye anajua exactly kitu gani anafanya. Zuchu, sasa hivi ukimtazama, Zuchu yupo kwenye high season Zuchu huu ndio wakati wake wa yeye kufanya biashara. Zuchu anauza sokoni kuliko msanimu yoyote mwanamke bongo hapa sasa hivi yeah. Period. Zuchu upo kwenye hiyo nafasi. Wanawake wana ukomo wa kushaini, yaani yeah. Mwanamke anachuja, yeah, sure. Zuchu sasa hivi ndio yupo kwenye high season. Yaani Zuchu ana miaka kumi mbele kumi na tano ya kuto kumzungumza Zuchu huyu wa leo tutamzungumza kwa namna na nyingine, hatotajwa tena Zuchu, atatajwa mama fulani. yeah. Wakati ambapo mwanamke anatajwa mama fulani kwenye sanaa, majukumu huwa yanapungua. Sure. Kwa nini nimesema Diamond hapaswi kumuoa Zuchu na Zuchu hastahili kuolewa na Diamond? Kwa sababu hao watu ni wafanyabiashara, watu hao wawili wana mikataba ya kibiashara hayo tu. Hata ruksa sasa hivi Zuchu ana kuingia kwenye ule mjengo, yes, haruhusiwi. Amri ishawekwa marufuku, na sio kuzuiliwa tu kuingia, hata utaratibu wa ndani mle tayari umeshabadilishwa ili kuepusha ule usumbufu wa hapa na pale. Ndani ya nyumba humohumo ulitoa taarifa kwamba pia kuna dada wa kazi ambaye alikuwa kwenye uh, mashaka fulani baada ya kutoa siri uh, uh, yes. yes dada huyo ni upande wa kina Zuchu nitarudi kuzungumzia lakini kwa upande wa kina Nasibu mfanyakazi aliyekuwa awali wajua Zuchu pia naye ana watu wake anajua jinsi ambavyo anaishi nao naweza nikazungumzia neno jingine ana wema wake kwa watu wake Ya Rabbi kwa hiyo kuna wale watu ambao yani, nadhani familia Nasibu alihisi hawa wako na Zuchu wakawekwa pembeni, wameletwa wengine ambao hata mama ukimwangalia, mama da, Dangote, mama Nasibu ni mama tayari. Jamani, mtu mzima, tumpunguzie. Kuna vitu vingine tumpunguzie, kuna vitu vingine tumpe pole. Amekutana na kashikashi na nani, sasa hivi kapumzika, kakutana kashikashi la kizanzibari kash so mchezo. Well, I'm curious to know bwana sasa Zuchu naye itakuwa lini, si eh, itakuwaje sasa uh -huh. Zu, dizu uh... I don't know. Tumwachie Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ndo ataamua muda sahihi na mtu sahihi pia. Okay. Yeah, hauoni hiyo maybe hivi karibuni recently ah uh, no I don't see it. I don't don't see see it it yeah, kweli.